Kwa majina naitwa Monika Basele kutoka Merisho Women Group. Oh, eh, mambo ya utamaduni ya ukeketaji ya wa wasichana sio kama zamani. Watu wamehamasishwa na vikundi, hata kama hiyo mama kama hiyo Merisho na wengine, lakini iko tu, siwezi kusema imeisha, lakini sio kama zamani. Hata awatowi nje sana, sasa wanaanza kufisha, hata kwa sababu anajua kuna wale wanaanza kufuatilia na pia wanajua kwamba serikali pia wako against. Na hata mashifu wetu hapa wanahamasisha watu wakati ya mabaraza. Kwa hivyo mambo ya ukeketaji hapa sio kama zamani, kuna mabadiliko tumeona. Hata wasichana walioleka bila kukeketwa harusi kafana kabisa, na wako ndio. Sasa mfano tunaonyesha wengine kwambia kwamba mwana fulani aliolewa bila kukeketwa, ako na wasichana, ako na vijana ni nini amekosa kwa Mungu? Na amefanywa harusi ya ambaye ya kifahari. So si kama zamani, na hata kama iko hawatoi nje, wanaanza kufisha.